Taarifa ya utekelezaji wa adhabu ya Wema Sepetu. Bodi ya Filamu Tanzania iliazimia kufanya kumfanya mwigizaji Wema Sepetu ajirekebishe katika kipindi cha adhabu, hivyo bodi ilimtaka kuandaa maandiko ya aina mbalimbali yanayoelezea ele, yanayo changamoto binafsi, za, binafsi na za kijamii, malengo yake binafsi, nia yake ya kubadilika. Aidha ilimtaka kutana kujadiliana na watu wa makundi mbalimbali ikiwemo wale wanaompenda na wale wasiompenda ili kupata taswira ya namna ambavyo jamii inamchukulia na, kumju, na, na kujumuisha maoni ya watu hao kwenye maandiko tajwa na hatimaye kuwasilisha bodi kwenye maandiko hayo ambayo tayari amekwisha ya yawasilisha. Wema alieleza changamoto anazokutana nazo tangu ameanza kuwa mtayarishaji na mwandaaji. Moja ya changamoto hiyo ni ukosefu wa fedha za kutosha kumudu gharama za utengenezaji akitolea mfano wa filamu yake ya Superstar iliyomshirikisha iliyoshirikisha mwigizaji kutoka Nigeria ambayo alishindwa kuitoa kwa sababu ya, ya kukosa fedha za kulipia mchakato wa uhariri. Wema Sepetu pia alieleza changamoto nyingine anayokutana nayo kuwa ni uwepo wa rushwa ya ngono katika tasnia ya filamu hasa dhidi ya wanawake, ambapo amesisitiza kuwa changamoto hii ni kubwa zaidi kuliko nyingine. Alieleza mafanikio yake ikiwemo utengenezaji wa filamu yake ya Heaven Sent ambayo ilimpa tuzo ya mwigizaji bora wa kike na tuzo bora na filamu bora iliyopendwa uh, na watu kwenye tuzo za sinema zetu, Film Festival 2018. Aidha, alieleza mafanikio yake ya kufanya filamu na mwigizaji maarufu nchini Ghana, Van Vika ijulikanayo kama Day After Death ambayo imepata fursa ya kusambaa kusambazwa na kampuni ya MPTV ya nchini Zambia. Pia alieleza shughuli mbalimbali za kijamii ambazo wamekuwa akijishughulisha nazo katika, kutembelea, katika kutekeleza adhabu hiyo. Shughuli hizo ni pamoja na, ziko nyingi najua, kutoa msaada wa magodoro matangazo ya, uh, matengenezo ya vitanda na kutoa chakula katika kituo cha Alzam Orphanage Center kilichopo Mbagala rangi tatu. Kuchangia gharama za matibabu ya wagonjwa mbalimbali akiwemo kijana Abduli anayesumbuliwa na kansa ya mifupa, kuanzisha mtandao wa wasanii wanawake Tanzania, ambao umejikita kusaidia wanawake ambao hupitia changamoto mbalimbali, kusaidia, pia kusaidia ufadhili wa masomo ya, vij, ya vijana watatu akiwemo akiwa kama mchangiaji wa sehemu ya gharama hizo katika maandiko hayo. Wema amesisitiza kuwa amejifunza kutokana na makosa aliyoyafanya na ameandika kuwa na nukuu, sihitaji kurudi nilikotoka. Nimepata na kuumizwa na tabia zangu na ameahidi kubadilisha. Maamuzi ya bodi hadi kufikia sasa. Bodi imeridhika na maandiko, shughuli na mwenendo wake kwa sasa. Hivyo bodi imeamua kumfungulia we masepetu aendelee na kazi zake katika sekta ya filamu huku bodi ikiendelea kumfuatilia mwenendo wake. Endapo atabainika hatua endapo atabainika kurudia, hatua kali zaidi zitachukulia dhidi yake. Aidha, itamtaka kutekeleza kwa vitendo maelekezo yote yaliyotolewa. Ninaomba kuwasisha sana. Um, asante sana, asanteni sana sanasa kwa sababu ni surprise, hata mama alikuwa hajaniambia kwamba iko. Oh my God! <laughs> asanteni sana jamani. Um, kiukweli mimi sina mengi ya kusema zaidi ya kwanza kuwashukuru bodi ya filamu kwa kuweza kuniamini na kunipa nafasi nyingine kwa sababu mimi naweza kusema kwamba ni, ni kama second chance. Walikuwa na uwezo wa kuninyang'anya leseni yangu na kibali cha kuigiza forever, lakini wamenipa, wamenipa another chance na nimeweza kuwathibitishia kwamba naweza kubadilika, and ninachoweza kusema ni kwamba kama ulivyosema mama, nimejifunza kutokana na makosa na ninaahidi kwamba nitabadilisha mwenendo wangu, nitakuwa nitakuwa yule ambaye ukiwa unataka unataka niwe kwa sababu tumeshafanya vikao vingi, na umesimama kama mama, apart from wewe kuwa ni kiongozi, lakini umesimama kama mama. Mama alikuwa anani anani ananipa ushauri kama mwanae every time, so hapa nilipo natetemeka kwa sababu I'm overwhelmed. Nilikuwa namlalamikia sana changamoto ambazo nazipitia kwa sababu siwezi kujishirikisha kwenye masuala yangu ya uigizaji, na nadhani kwamba mnajua jinsi gani ninavyopenda kazi yangu. Naipenda, naihusudu, naithamini. Kwa hiyo mtegemee vitu vingi sana vipya kutoka kwangu vizuri, na naahidi Watanzania kwamba sitowaangusha. Asanteni sana.